Umuhimu wa kuwekeza katika roho, maana uwekezaji ni kujali thamani ya kitu na kutafuta faida yake. Hakuna mtu anayewekeza sehemu si, ambayo anategemea kupata hasara, lakini Mtume Paulo anasema kwamba utu wa nje unachakaa, lakini utu wa ndani unafanywa upya siku hadi siku. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasisitiza kwamba tunapaswa kufanikiwa katika mambo yote kama vile roho zetu fanyaje, zifanikiwa lakini sehemu ambayo kuwekeza ni rohoni, kwa sababu mwine huu unachakaa, hauna faida yoyote, lakini roho utakapowekeza inakufanya upya siku hadi siku. Bwana Yesu, tunaona kwamba tunawezaji kuwekeza katika roho ni kwa kujifunza neno la Mungu na kulitia nandipo, alikuwa namna pekea kuweza kuwekeza katika roho. Waraka wa Kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa ishirini na mbili. Lakini Mtume Petro anasema kwamba mkiisha kujitakasa kwa kuitii kweli hata kufikia upendano wa ndugu sio usio na unafiki. Anasema kwa hiyo jitahidini kupendana kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tunaona ya kwamba namna pekee ya kuweza kuihudumia hiyo roho ni kuweza kuitii, namna ya pekee ya roho zetu kuwa na huyo Mungu, kitu cha kwanza lazima tuwe na hilo neno. Hilo neno ndiyo Mungu. Hilo neno ndiyo nuru. Na hilo neno ndio uzima. Kauo, pekea, kwa hiyo namna pekee pekea ya kuweza hata kuupata kombo katika roho zetu ni lazima kuwa na hilo neno, lakini ukiendelea mbele, anasema kwamba kila andiko lenye pumzi ya Mungu linafaa kwa mafundisho. Hakuna namna pekee ya roho kuwa na uzima pasipokuwa na hilo neno. Bwana asifiwe sana. Anasema kwamba roho ndio tia uzima, mwili haufai kitu, maneno haya niwaambiayo ni roho, tena ni uzima. Bwana asifiwe sana.